Na magonjwa haya ambayo huwa yanawezekana yakawa ni miongoni mwao inawezekana ikawa ni endometriosis, lakini inawezekana ikawa fibroids, inawezekana ikawa ni PID. Ukiona tu ile kwamba maumivu yako yanakuwa mwaka hadi mwaka yanazidi kukoma, ni alarm tosha kukwambia uende hospitali ukafanye check up huenda kuna tatizo moja wapo katika haya yaliyo yatani. Ha, ha, ha. Ah, sasa ngoja niwe kofia niaribishe uko na ile koma yangu. Ah, vipi? Ish, nilivyokuwa nasema ni nchi nchi, maumivu yanapungua kati ya muda unavyokwenda, hiyo inaitwa primary dysmenorrhea. Lakini secondary dysmenorrhea, maumivu yanaongezeka kati umri unavozidi kwenda, na hiyo ikuonyeshee kuna tatizo lingine lipo kwa lio wa. Next, maumivu sio kitu cha kukimbia, kwa sababu yapo hata kama ukiyakimbia, yapo. Kwa hiyo tunatakiwa tufanyeje? Tuyakumbatie dawa jamani, eh? Na kwa nini tuyakumbatie? Kwa sababu maumivu ni meneji hapo. Tuna uwezo wa kuya meneji kweno maana tunayakumbatia. Cha kukumbuka kuliko yote, maumivu yasikuzuie kufanya vitu unavyovifanya na kuvipenda, iwe sehemu tu tuyakuteze, yawe ya jino, yawe ya kichwa, yawe ya tumbo la heli ya kutesa atakapo kutesa, lakini asikufanye kufurahia vile vitu vinavyomzunguka kwa sababu tunaweza. Kuna njia nyingi tofauti za kuweza kuchagua wakati wa kwenda kumeneji maumivu yako utakayokutana nayo. Cha kwanza, kwa mdada utakapokuwa kwenye wakati wa tumbo la hedhi. Daima zingatia ile vitu. Usile vyakula vya sukari kwa sababu vyenyewe vinaweza kuchochea maumivu lakini punguza vyakula vya mafuta vinaenda kuongeza kuchochea maumivu. Lakini zaidi punguza pombe kwa sababu inaenda kupunguza maji mwilini. Lakini wakati wa kupunguza spices, sio wakati wa hizi ndio kupika pilau kujisosomoa au utajiongezea kujikaanga. Punguza hivi vyote ili uendelee kubaki na maumivu ya chini. Lakini zaidi sana miongoni mwa mazoezi ya kufanya, kama ulikuwa wewe kama Kajala Masanja wa kubeba majimu machuma kidogo mazito mazito, wakati huu punguza uzito, chukua doma vyepesi vyepesi. Haya, lakini sasa kuna namna nyingine ambayo tunaweza tukaongezea, ambayo inafahamika kwa wengi wote. Unapokuwa wakati wa maumivu hayo, jitahidi chukua maji ya vuguvugu, tena unakanda sehemu ya hapa chini, unakanda unakanda namba chapo maji ya vuguvugu, maumivu yatapungua kwa sehemu. Ikitokea maumivu hayatoka na wakati huo tuko chuoni, hatuwezi kuairisha vipindi, basi kuna namna ya kuweza kuchagua. Kwenye namna ya kuchagua ni nini? Sasa tunakuja kwenye upande wa dawa, kwa sababu vitu asilia nimekwambia, kula hichi acha hichi, kula hichi acha hichi, hivi imeshindikana, umekanda maji meshindikana, choice ya medication ni muhimu sana. Na kwenye namna ya kuchagua aina ya dawa, hapa teknolojia ndio inapochukua wakati. Teknolojia kazi yake huwa ni kurahisisha mambo kama sio kuyamaliza kabisa. Zamani ilikuwa ama likua nasafiri kwa baiskeli, ikaja wakaongeza kwa pikipiki, magari na vitu vingine. Yote hiyo ni kusimplify kazi. Teknolojia nayo iko hivyo. Katika miongoni mwa dawa zote za maumivu nyinyi mnazozifahamu za kumeza, nyingine inakuwa ni kidonge kigumu, sawa jamani? Sasa kidonge kigumu kufikiria wewe na maumivu makali unaiwii una saa mbili, alafu kumbuke kile kidonge kigumu kimeze, kiende tumboni, kivunjevunzwe, kiyeyushwe, kinyonywe ndio k matokeo. Lakini teknolojia imefika wapi? Kwamba kidonge hicho hicho kimeshavunjwavunjwa kimeyeyushwa, kiko katika, kwa hiyo ukimeza kikakupe matokeo ndani ya dakika 15. Kila mmoja wetu hapa tumemgawia kidonge cha Gofen ambacho anacho nadhani naweza kunyanyua mkono kama hujapata au umepata, nijue wangapi wamekosa katika hiyo. Sawa jamani, teknolojia iliyotumika kuitengeneza hapa inaitwa iateknoloji. Lengo ni kuiweka kidonge katika mfumo wa kununinika, na nitakapomaliza hapa na maswali, watakaofanikiwa kujibu wanazamaliza. Sawa jamani, ah, hapo. Hapo. Okay dogo linaenda kusuparilifu ndani ya dakika 15 kwa sababu yenyewe inetokoshia na wengine inakuwa katika mfumo wa kimiminika. Hiyo tunaweza tukaiona hapo boti na bongo inaweza kwenda, lakini hiyo dogo naona ilipita kwa furuta, imeyonwa imeenda, upande ana ependi cha kutara. Lakini kidonge kigumu unaweza ukakiona, ambao tunapita tumboni, ndio ile ambayo inahangaika kuyeyuka ndio wakati kwa wale ambao wana vidonda vya tumbo huwa wanalalamika, leo fulani vidonda huko vinatibuka. Kwa sababu gani? Vitu katika mfumo gani? Hiyo nayo huwa ni namna ya miongoni mwa vitu ambavyo vinachangia katika kufanya hayi haya. Saidiane, wenye simu za kusikani, tusaidiane kusikanya hapo, upate zawadi yako. Watatu waaka, nisaidie kusema kulicho leo tulichoelewa kwa kifupi ni kwamba mega wikea imesaidia kuja kutengeneza dawa ambayo itasaidia kupunguza maumivu kwa urahisi na haraka zaidi kuliko dawa zote au nyingi ambazo ambao zinaweza kutengenezwa na kuwekwa hapa nchini. Anachojaribu kusema anasema hivi: mega ya wikea, tulichokuja hapa ni kuwafungulia nyinyi kuona teknolojia imefika wapi kwa namna wale wanaowaza wana kuja kutengeneza kwa ukubwa leo kwa namna hiyo, wajue teknolojia imeshafika katika mfumo wa kuendeleza naye anarudi pale pale kwamba ni kuwasaidia wadada zetu duniani. Ukiwa na moyo safi na wewe utalipwa mambo ya moyo safi. Ukiwa na moyo mgumu vile vile utalipwa na moyo mgumu. Katika hizi tofia hapa nioo, kuna zawadi zingine, ndio maana tunaweka namba hapa. Naomba chaguo utakayoipenda, hii inawezekana ukampelekea e..., aina shida sikupangi chaguo habari ah licha ya kutoa matibabu ya dawa inayotibu kwa muda mfupi ndani ya dakika 15, pia inatoa elimu ya afya, watu wanaweza kutambua matatizo yao na kuweza kuishi katika mfumo mzuri wa kiafya. Hivyo basi, hii inasaidia sana watu kupata elimu ya kiafya licha ya matibabu sana. Hili ni jamaa wekastaal keye jinalae unajua, mega wekea lengo kubwa. Tunapokuja kwenye hii vicha chuoni, sio kwa ajili ya kufanya chochote kile zaidi, kuletea elimu. Kuna mada ambayo nyingine tumeikuta pale, kuna namna wadada zetu wanaweza kupata infection kwa sababu ya mtindo wa maisha tu, mtu ndio ana vipindi ambavyo enyebaki tubasi vimepatana

mega mingia, okay. wana, wanatupa wana fursa pia wanatupa yeah. fursa na ujuzi pia sisi kama wakina baba kuelewa kwamba wakina mama wanahitaji nini wakiwa okay, like uh, yeah. Lakini katika hali yao ana jamaa, tumpigie makofi sana. Kama kuna kitu pia ni miongoni ambapo nilikuwa natamani wanaume wenzangu waondoke nacho, namna ya kuishi na wanawake. Kuna namna anaweza tu abadilike kama kinyongo, kumbe ni huyo huyo yani ni huyo huyo ambaye ulikuwa unacheka naye Jumatatu Ijumaa, kama unabadilika kwa sababu ya namna tu wao walivyoungwa. Kwa hiyo hicho nacho ni kikubwa ambacho wanaondoka nacho, lakini kubwa pia nako hilo hilo ni la sababu abalimu ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ni kwamba licha ya kwamba kuna dawa ni ngumu ambazo zinatumia muda mrefu kufanya kazi kwenye mwili na dawa ambazo ni nyepesi na zinazo kufanya kazi kwa muda mfupi, na zikaenda matokeo mazuri na kuwezesha pia lizojikuma kutoka kwa egeiea. Sio kwamba tunatoa dawa, pia wanatoa na elimu kwa vijana, hasa kwa wanaume kama sisi, kwamba swala la hezi sio swala la kusema kwamba ni inatisha kwa dada zetu au mama zetu. Ni swala ambalo tunaweza kuwasaidia na kuwapa elimu na magani wa kufanya na kuweza kupata matibabu. Shuka bwana, huyu bwana naomba zawadiwe hii ya pili, ya zawadiwe hii ya pili, sababu amejaribu kuelewa na kubeba ujumbe ambao mimi natamani tuwasaidie dada zetu. Hawa ni wakosi wetu, hawa ni mama zetu, hawa ni shangazi zetu, kwa kuwabebea majukumu yao, kuwabebea mambo yao. Bwana, hii ukifikisha huko, utakapofikisha mwambie yeyote atakaye, au ni sangazi au ni mama mdogo au nmdedi mwambie na kujali na kuanzia leo na kuhakikisha maumivu yako ni maumivu yako, kwa sababu nimeweza kuona namna ambavyo wengine huwa wanahangaika nayo. Anon ilichojikuzwa zaidi ni kwamba sikuwahi kujua kwamba kuna dawa ambayo inatibu maumivu ya tumbo la hedhi usikuwa nimejua lakini leo nimejua, kwa Gofen nimesaka ikatibu mmoja wawezi. Pengine nilikuwa sijui vizuri mzunguko kwa awa wadani, yani sikuwa ikusoma kabisa, bali asante sana, nimejua kisu gani vizuri. Pengine kingine yetu nikuza ni kwamba ile video ambao kama ni kweli tumbo linauma vile Anapata. Eh hey, anajaribu jamani, haya mambo yote tunajua hapa. oh, oh, kaka anaondoka nani, ukishaanza kuona tukaingia kwenye nyumba naanza kujiandaa balaa inakuja. Jamani, nakosisitiza kabla sijasahau, Gofen inatumika kutibu maumivu ya aina nyingi. Ikiwemo maumivu ya kichwa, maumivu ya jino, maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno maumivu ya tumbo la hedhi. Na kwa mtu mzima atakunywa kidonge kimoja baada ya masaa nane. Dawa huwa hatushauri mtu kutumia mara kwa mara until pale itakapohitajika, na unatumia kwenye kutibu maumivu pale anapokuwepo. Yakishaisha maumivu unaacha. Tunawapatia sampuli ya vidonge viwili viwili. Vitunzeni hivyo vidonge, nawahakikishia bei yake kidogo sio mbaya. Ambao wamewahi kutumia wanajua lakini matokeo yake ni mazuri sana. Unielewa? Mashuhuda wanawezekana wakawa wanaelewa ambao wamewahi kujaribu.